Tuna hesabu masaa kutoka e, muda huu tulipo mpaka kufikia saa kumi kamili e, tarehe ishirini na tano siku adhimu ya Jumapili, fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Simba Sports akiwa katika ardhi ya Zanzibar, akimkaribisha mgeni wake RS Berkane. Nipo na heavyweight kubwa sana ni kukiangazia kikosi cha Simba Sports, anakichanga vipi, anakipanga vipi, e, ili kiweze kuwapa matokeo na furaha zaidi watu wa Lunya. Hali yako iko vipi heavyweight? E bana, namshukuru na Mwenyezi Mungu, hali yangu iko vizuri, tunaendelea kupambana. Ya naam tulipata wasawa kuzungumza na uliangazia vyema zaidi madhaifu ya uh, RS Berkane. hmm. lakini tunatamani kusikia uh, maoni kutoka kwako Fado Davis unamwona akiingiaje katika eh, finali ya mkondo wa pili? Yeah, of course uh, golini kama kawaida, ataanza Musa Pinpin Kamara yeah. Nafikiri hilo eneo halina halina ushindani mkubwa mm, kwa kitu ambacho amekionyesha Musa Pinpin Kamara, nafikiri eh, eh, nafasi yake ipo. Lakini kwenye eneo la fullback namba mbili, mm, Shomari Kapombe Yeah, sababu nilielezea katika weakness za RS Berkane ni pamoja na kushindwa ku anticipate cross na mpigaji cross mzuri na mwenye uwezo mzuri wa kushambulia maeneo ya pembeni zaidi ni Shomari Kapombe kwenye kikosi cha, cha Simba Sports Club, pamoja na uzoefu wake unaweza ukaongeza jambo kubwa zaidi kwenye kwenye eneo hilo. So, of course, kwenye namba tatu ni Shabalala, by the way, nitaendanaye Shabalala kwa sababu ni mzoefu, amecheza mechi nyingi za kimataifa lakini Performance yake ni, ni nzuri na ndo captain wa kikosi. mm -hmm. Na kwa sasa hivi mpaka majukumu yake yale ya, ya ukapteni amekuwa unajua, mwanzo walikuwa kama watu wanalalamika kwamba huyu captain haongei. mm -hmm. Ee, anaonekana ikitokea matukio kama hivyo, sio mtu ambaye ha ha hatii mm -hmm. pressure kwa waamuzi na vitu kama hivyo, kwa hiyo sasa hivi naona kama kabadilika, amekuwa mtu wa kutia pressure kwa waamuzi, amekuwa mtu wa kuchangamka. Kwa hivyo kwa upande wangu naamini uh, Mohamed Hussein atacheza mm, uh, kwenye mabeki. Wakati nafikiri uh, Abdrazak Hamza sioni kama anaweza akaanza kwenye huu mchezo mm, uh, zaidi naona Shamwe Kharabwe pamoja na Shema Lonfondo mm, watakuwa ndo mihimili kwenye eneo la ulinzi mm, kwa sababu unajua mara ya mwisho Abdrazak Hamza no, alitolewa mapema na inasemekana alikuwa anaumwa lakini naamini hata psychologically hakuwa sawa kucheza ule mchezo, lakini kama hakuwa sawa katika mchezo wa awali, si dhani kama inaweza ikawa ni idea ya nzuri kumwanzisha katika mchezo dhidi uh, ya Berkane katika uh, mkondo wa pili wa michuano ambao ndio mkondo wa maamuzi. Sasa na mtu anapewa chake baada ya mchezo, kwenye eneo la namba sita uh, namba sita, bwana Yusuf Kagoma, of course ni mchezaji ambaye amesha Stick kwenye ile namba yani, ameshaganda, ameshakuwa kama ameweka gundi mm, kwenye ile namba, hawezi kutoka pale pa e, wakina okejefa okejefa ule atabidi atulie pembeni, na sitaki kugusia huko lakini nafikiri anaweza akatemwa katika dirisha lijalo la usajili mm. Lakini kwenye namba nane of course kumekuwa na mkanganyiko sababu hii mechi mm, Simba wanahitaji magoli tu, hakuna jambo jingine. Uh, lakini before hawajahitaji magoli pia, hawatakiwi kuruhusu goli lolote mm. Kwa hiyo ningesema niende na Debora Fernandez kwa sababu ya kushambulia kwake, lakini kwa sababu Simba inahitaji mambo yote mawili magoli pamoja na kujilinda pia mm. naona Fabrice Luamba Ngoma ataendelea kuaminiwa, kwa hiyo mm. e, Debora Fernandez itabidi ukae pembeni, mnelewa ya kwenye namba kumi janchaleawa hakuna pale pale ipo pale pale, pale pale yani hakuna kutetereka hakuna, hakuna chabudo mutale wala wala awesu, awesu wala nani. Jean Chalewa wa ndo mechi zake hizi, na of course namuona kabisa kama hato assist basi hata atafunga ni yaani, yeah. mchezaji mzuri sana ni hmm. mchezaji ambaye anaimbwa by the way kwenye hmm. mataifa mbalimbali mbali. hmm. Simba na Yanga na Azam FC na timu zingine pamoja na mashabiki wa Tanzania ndo anamuona Jean Chalewa kama sio mchezaji mzuri, wamona kama... Mataifa mengine yameanza kuzungumzwa ah, of course Misri, Morocco wote wana, wana, wana, wana, Nigeria wanamkubali sana wa. mm -hmm. Ni mchezaji ambaye anatajwa katika wachezaji bora zaidi ambao Simba wameweza kuwasajili kwenye dirisha la usajili katika msimu huu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anatakiwa apewe credit. Ni mchezaji mzuri, lakini kwenye namba saba namuona zaidi acheza Kibu Denis, Prosper mm -hmm ya na namba 11 Eli Mpanzu, hiyo yani maana yake mawinga hapo, mm, wanajulikana vale, vale, vile, vile vile of course lakini <laughs> okay. La, uh, kwenye namba tisa mm. namuona zaidi akianza akiaminiwa maana yake mm. Steve Dese Mkwala. Mkwala kwa sababu uh, mechi nyingi ambazo Fadlu amekuwa akihitaji zaidi mabao mm. nimeona akimhitaji zaidi uh, Steve Dese Mkwala. Mkwala lakini kwa system ambayo mimi nilielezea kwa madhaifu ambayo RS Berkane wamekuwa nayo ile ya kushindwa kutumia vyema mipira, kushindwa kuiclear vizuri mipira mirefu kutokea nyuma. Mm. Kwa sababu by the way nimekutana na maswali kwenye comment, wale oh, wale jamaa warefu. Mm. Eh, unavyosema Simba itumie mipira mirefu wakati Simba wenyewe vimo vyao vifupi. Nafikiri watu hawaelewi. Mpira mrefu kutokea nyuma haihusiani hai na urefu wa beki. Si unaelewa? Mm. Inahusiana na mikimbio inayofanywa kwenye mstari wa mwisho wa wa walinzi, sio beki anafanya nini. Si unaelewa? Kuna mipira ambayo beki ndo anaweza kunufaika na kimo chake, mfano mipira ya kona. ile set pieces, ile indirect free kick sijui nani hiyo, at least unaweza ukasema, yes, beki kimo chake anakuwa rahisi yeye kuweza kuwin mipira, lakini nyuma ya safu ya ulinzi haihusiani na urefu wako. Mpira unapigwa unatua mbele ya safu yako ya ulinzi, kwenye mgongo wako nyuma Ina maana, kama mchezaji ambaye anafanya mikimbio nyuma safu ya ulinzi ana kasi na ana uwezo mzuri wa kusoma wapi kuna space na kuweza kufanya movement ananufaika na na hiyo mipira Ayu, na mtu kuwa mrefu ya kwa hivyo, naona kabisa Steven Mukwala ni, ni mwepesi kwenye hivyo, tofauti na Ateba Ateba, lakini kwenye hold hold up play, maanake hold up play ndio hiyo sasa, labda mpira umetua mbele ya safu ya ulinzi yeye ndo anaweza akauhold na kujaribu kuangalia viungo washambuliaji wake kama wanafanya movement kwenye maeneo ya, ya, ya, ya mwisho, hmm, na kuweza kucheza nao kwa ajili ya kuwalisha au kucheza nao kwa ajili ya kwenda kushambulia. Kwayo, eh, ndo ndo, kwa hiyo hicho naamini ndo kitakuwa kikosi cha Fadlu Davis dhidi uh, ya RS Berkane katika mchezo wa, wa, wa mkondo wa pili kwenye kikosi kilichokitaja Heavyweight uh, tofauti yake ni yale mabadiliko ya lazima. Uh, braza Kahamza kutoka na kuingia shem, uh, Shemalon Fondo. Watu waliamini katika mabadiliko ya kipindi cha pili yaliweza kuonyesha kitu. Uh, swali ni kwamba uh, uh, hakutakuwa na doubt ya aina yoyote kwa kikosi ambacho kitaanza uh, kama dakika za mapema zaidi zili uh, ziliruhusu mabao vipi hapa kwa uwanja wa New Amaan Complex. Ah, unajua mabadiliko sio mazuri especially unapocheza katika mechi kama hii. Sababu mabadiliko siku zote yana impact. Anaweza mabadiliko yakafanya ukacheza vibaya zaidi, timu ikashindwa kuelewana kwa sababu timu ambayo inaanza siku zote mm, na timu ambayo imekufikisha fainali maana yake ni timu nzuri. Mm. Uh, unatakuwa uiamini. Sasa unaanza kubadilisha badilisha, mm, matokeo yake unaweza kujikuta unatengeneza kitu ambacho kinaweza ki, kikaleta kika ushida kwenye uh, kwenye timu na kujikuta timu inashindwa kucheza katika kiwango kizuri. Kwa hiyo ndio maana nimeona uwezekano mkubwa wa Fadlu kuendelea na kikosi kazi kile kile ambacho kimempa matokeo kwenye mechi nyingi ni mkubwa mm -hmm, si naelewa ya ni mkubwa lakini tu, kama kutakotokea substitution, naona kabisa kuna nafasi ya of course, inategemea lakini mara nyingi naona nafasi ya mabadiliko. Kwa mfano kama eneo la fullback wa kushoto Mohamed Hussein kuingia Valentino Noma, ni kitu ambacho Fadlu amekuwa akikiamini sana mm -hmm. Amenielewa. Lakini kwa sababu ni mechi ambayo Simba ipo nyumbani na inahitaji kushambulia zaidi, naona kuna mabadiliko katika eneo la kiungo maybe, labda kutoka aidha kiungo mkabaji Yusuf Kagoma na kuingia Debra Fernandez na Fabrice kusogea kwenye namba sita au Fabrice kutoka kuingia Debra Fernandez na Yusuf Kagoma kuendelea kubaki kwenye namba sita kwa ajili ya kulinda zaidi na yule Debora Fernandez kupewa majukumu ya kwenda kushambulia, ndio mm. vitu <laughs> ambavyo vipo. Lakini mabadiliko ya mshambuliaji kama alianza Steve Dese Mkwala baadaye kubadilishwa na kuingia Leo Lateba ni jambo ambalo unaweza ukategemea, ya labda na utambulisho labda wa Joshua Mutale kutegemea na nani ambaye ataanda perform katika mchezo huo. Of course inategemea kwa sababu katika eneo la mawinga ni eneo ambalo kuna competition kubwa. Kibu Dennis anaweza kukupa mechi bora sana. Unaweza ukashangaa Kibu Dennis anakuwa man of the match katika mchezo huo, mm -hmm. au Eli Mpanzo anaweza kukupa mechi bora pamoja na kibu kwa pamoja wote, kocha akainama akainamisha kichwa akashindwa kufanya substitution mm -hmm. na kujikuta Joshua Mutale laba anaendelea na, kwa kusema kweli hata Jean Charles Huaki wa ameanda underperform pia mm -hmm ni ngumu sana kusema kocha atafanya maamuzi magumu ya kumtoa sio, unanielewa? Kwa hiyo naweza nikasema substitution ya Joshua Mutale ina inategemeana, umeelewa? Inaweza ikawepo, lakini inaweza isiwepo, kulingana na siku hiyo wachezaji watapafom katika kiwango gani. kuna kuna, kuna kuna mchambuzi nilimsikiliza akaipa Simba asilimia tatu ya kupata ubingwa wa, wa kombe la shirikisho barani Afrika Uh, kwa jinsi ambavyo umepanga kikosi, maelezo uliyatoa nafasi eh, kwako wewe sasa, uh, unaziona asilimia ngapi kwa ngapi Simba Sports kusalisha kombe ama kombe liondoke na waliolifuata? Ah, of course sijajua yes, kwa nini umeanza kusema kuna mchambuzi ameipa asilimia tatu, lakini tu kama mimi hmm, eh, naweza nikasema nafasi ya Simba kuweza ku pata mabao mawili ipo. Nafasi ya Simba kuweza kupata mabao mawili ipo kwa sasa, kwa sababu Simba wana nafasi ya kuweza kupata at least mabao mawili, maana yake still bado hali hayatoshi, maana yake uh, kama tuseme ikishinda mbili bila inakuwa ni mbili mbili kwenye aggregate na inakuwa kwenye penalty shootout. Kwa hiyo mimi naamini zaidi mchezo unaweza ukaamuliwa uka, uka kwenye penalty shootout, na kwa sababu mchezo unaweza ukaamuliwa kwenye penalty shootout Manake ni 50-50. Mm. E hey, yoyote anaweza kuchukua kombe, kwa hiyo yeah, yoyote anaweza kuchukua kombe. Ni 50-50, RS Berkane au Simba wote ona... kwa sababu hata awa RS Berkane wanajua kwamba hawatokutana na mechi nyepesi. Wanajua kwamba bado na wanajilaumu kwa nini walishinda mabao mawili, kwa sababu ni mabao ambayo ni very reasonable de, ni mabao ambayo huwezi ukasema ni kazi kubwa kuyafunga sababu ndani ya dakika kumi za mwanzo tu kama walivyopata wao goli Simba wanaweza wakapata goli ndani ya dakika kumi za mwanzo alafu wakawa na dakika zaidi ya themanini kupata goli jingine. Sasa imagine kama ikitokea hivyo, Rais Berekani wana watakuwa kwenye hali gani? Kwa hivyo, yani mimi kwangu mimi ni 50 50. Hiyo asilimia tatu ni huyo, ila mimi kwangu mimi ni 50 50. Bana, ni Dula Heavyweight. Tumekiangazia kikosi cha Simba Sports kitakacho kwenda kukabiliana na RS Berkane. Tumezungumza mengi, kama utakuwa ujayapitia, basi ukirudi katika video za nyuma unaweza ukaelewa kwa kina eh, madhaifu ya RS Berkane, Simba Sports wafanye nini ili wahakikishe basi wanalipa deni kama heavyweight alivyozungumza na kama ma uh, penalty ndo zitakwenda kuamua, basi ni hamsini kwa hamsini. Anaheshimu uh, mpira kwa jinsi ambavyo kazungumza. Mimi naweka nukta. Una la ziada Heavyweight? Ah, hapana hapana. Langu jina Jafito, ni Jafet wa mipango, mwenzangu kwa upande wa kamera ni Augusto Tabibu. Mfuate heavyweight underscore dulla Instagram, unampata pia Facebook, Wispot TV. Asalamu alaykum.